Nataka nikuonyeshe wewe ambaye haujui kuhesabu urefu wa mzunguko wako. Hili ni swali ambalo nimekuwa nikikutana na wanawake wengi kwamba mimi sijui kuhesabu mzunguko wangu, sijui ina mzunguko wa siku ngapi. Sasa hapa tutaenda kutambua. Kwa mfano huu hapa, tufanye ni mwezi wa tatu, uliingia period tarehe tano. Hapa hii sehemu tutainoti. Hapa tufanye ni mwezi wa nne, uliingia period tarehe nne ya mwezi wa nne. Sasa, ili uweze kutambua urefu wa mzunguko wako utaanza kuhesabu moja hapa siku ambao uliingia period ya mwezi wa tatu. Hii hapa itakuwa ni moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne, kumi na tano, kumi na sita, kumi na saba, kumi na nane, kumi na tisa, ishirini, ishirini na moja, ishirini na mbili, ishirini na tatu, ishirini na nne, ishirini na tano, ishirini na sita, ishirini na saba, ishirini na nane, ishirini na tisa, thelathini. Sasa, usihesabu siku ambao uliingia period ya mwezi wa, wa mwisho. Nataka uishie siku ya nyuma. Ukiishia hapa unapata siku 30. Basi hiyo ndio itakuwa urefu wa mzunguko wako. Ukikuta e, mzunguko wako unabadilika, yani umefanya mwezi huu ukapata 30, ukaja mwezi mwingine ukapata sijui 35, ukaja mwezi mwingine ukapata 20, 21, basi unajua una changamoto ya hormonal imbalance na sio hali ya kawaida, unapaswa kumuona daktari kwa ushauri pamoja na matibabu. Natumaini umejifunza kitu kwenye video hii. Share kwa wanawake wengine ili elimu hii waipate na waweze kutambua urefu wa mzunguko ili iwe rahisi sana.